Sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anatuhimiza kufunga siku ya kumi ya Ashura. Akasema alayhi salatu wasalam, naam, malipo ambayo kwamba itapatikaniwa kwa mwenye kufunga siku kama hiyo ni ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sana allati qabla, nataraji kwa mwenye kufunga siku ya Ashura atakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi ya mwaka ambayo kwamba ilikuwa ni yenye kutangulia bi maana atasamehewa dhambi ya mwaka mmoja nyuma, ambayo kwamba alhamdulillah shahrullah almuharram ni e, mwezi wa kwanza katika Uislamu. Ina maana atasamehewa madhambi ya mwaka ambayo kwamba imekwisha <coughs> so tunaambiwa watu waweze kujitahidi kufunga siku hiyo ya kumi ya Ashura, lakini kuna tambihi muhimu zaidi ambayo kwamba tutaangazia vile vile ni kuwa khalifu Mayahudi naam, ambayo kwamba ni washirikina. Tunafaa kuwa khalifu kwa sababu wao pia walikuwa wenye kufunga siku hiyo. Imepokewa fan Abdillahi bin Abbasin radhiyallahu anhuma qal hina sama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma ashura wa amara bi siyamihi Rasul alayhi salatu wasallam. Alipofunga siku ya kumi ya Ashura ya Muharram

na hiyo ndio ilikuwa mwaka wa mwisho wa Rasul alayhi salatu wassalam kuishi duniani, hakuweza kufikia katika mwaka ambao kwamba inafuata, lakini iliahidi katika hadithi nyingine, la in baqitu ila, ila qabil la asumanna tasi', endapo nikibakia mpaka mwaka unaofuata basi tutafunga siku ya tisa na siku ya kumi kwa ajili ya kuwa khalifu mayahudi kwao, insha allah bi idhnillah bi tutaweza